Karibu sana mdau wa Bongo Class. Somo letu la leo litahusu dalili za awali za mimba kuanzia siku ya kwanza. Ni jambo la kawaida kwa wanawake wengi kutamani kujua mapema kama wamebeba ujauzito hata kabla ya kupitwa na siku za hedhi. Hii ni kwa sababu hata katika siku chache za mwanzo baada ya yai kurutubishwa, mwili huanza kubadilika taratibu na kutoa ishara ndogo ndogo kwamba kuna kitu kipya kinachoendelea ndani yake. Muhtasari wa somo letu. Katika somo hili tutachambua dalili za mapema kabisa za mimba, zile zinazoweza kuonekana kuanzia siku ya kwanza baada ya kurutubishwa kwa yai. Tutazungumzia mabadiliko ya mwili, hisia na hali ya kiafya ambayo mara nyingi huonekana kabla hata ya hedhi kusimama. Utangulizi wa somo letu. Baada ya yai kurutubishwa na mbegu ya kiume, mwili wa mwanamke huanza kuzalisha homoni mpya kama HCG, human chorionic gonadotropin na progesterone. Homoni hizi hubadilisha mfumo mzima wa mwili, zikiandaa mazingira salama kwa mtoto anayekuwa tumboni. Ndiyo maana hata katika siku za kwanza, mwanamke anaweza kuhisi mabadiliko yasiyo ya kawaida, lakini mara nyingi huyaona kama dalili za uchovu au mzunguko wa kawaida. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja. Hisia za uchovu na usingizi mwingi. Kuanzia siku chache baada ya kurutubishwa kwa yai, homoni ya progesterone huongezeka kwa kasi. Hii humfanya mwanamke ajisikie uchovu hata bila kufanya kazi nyingi. Wengine huanza kulala mapema au kuhisi uvivu muda wote wa mchana. Hii ni moja ya dalili za mwanzo kabisa za mimba. Mbili, maumivu madogo ya tumbo Implantation cramps. Baada ya siku sita hadi kumi tangu kutungwa kwa mimba yai lililorutubishwa hushikamana na ukuta wa mfuko wa uzazi. Wakati huo, baadhi ya wanawake huhisi maumivu madogo kama ya hedhi au kuvutwa tumboni. Wengine wanaweza kuona matone madogo ya damu yanayojulikana kama implantation bleeding. Hii si hedhi bali ni ishara kwamba yai limejishikiza vizuri tumboni. Tatu, mabadiliko katika matiti. Matiti huanza kuwa mazito, kuuma au kuwa laini zaidi. Chuchu zinaweza kuwa nyepesi na eneo la duara kuzunguka chuchu, areola, kuwa jeupe au giza zaidi. Mabadiliko haya hutokea kwa sababu mwili unaanza kujiandaa kwa ajili ya kunyonyesha. Nne, kuongezeka kwa joto la mwili, basal body temperature. Kwa wanawake wanaopima joto la mwili kila siku, kuongezeka kwa joto kwa muda mrefu baada ya siku za ovulation ni dalili ya mapema ya ujauzito. Mwili unadumisha joto la juu zaidi kidogo kutokana na kazi ya homoni za ujauzito. Tano, kichefuchefu na hisia za kutapika. Kichefuchefu kinaweza kuanza mapema sana, hata kabla ya wiki ya nne. Wengine huhisi kichefuchefu wanapoinuka asubuhi, wengine mchana au usiku. Hali hii husababishwa na mabadiliko ya homoni na ongezeko la harufu ambazo mwili huanza kuichukia ghafla. Sita, kubadilika kwa ladha na hamu ya chakula. Baadhi ya wanawake huanza kuchukia vyakula fulani walivyovipenda hapo awali au kuvutiwa na vyakula vya ajabu. Wengine hupenda vitu vyenye uchachuu au baridi. Mabadiliko haya ni ya kawaida na ni sehemu ya maandalizi ya mwili katika ujauzito. Saba, maumivu ya kichwa au kizunguzingu. Mabadiliko ya homoni pamoja na kushuka kwa kiwango cha sukari mwilini yanaweza kusababisha kizunguzingu au maumivu ya kichwa. Kwa wengine, hali hii huwa ya muda mfupi, lakini ni mojawapo ya ishara za mwanzo kabisa za mimba. Nane, kukojoa mara kwa mara. Baada ya yai kuanza kukua tumboni, damu huongezeka na kidi huanza kufanya kazi zaidi ili kuchuja taka mwilini. Hivyo, mwanamke anaweza kujikuta anakojoa mara nyingi kuliko kawaida hata usiku. Tisa, mabadiliko ya hisia na hali ya kihisia. Kuna nyakati mwanamke anaweza kuhisi furaha, kisha baada ya dakika chache ahisi huzuni au hasira. Hii ni kawaida kabisa kutokana na mabadiliko ya homoni. Ni muhimu kupata mapumziko ya kutosha na kuepuka msongo wa mawazo. Kumi, kukosa hedhi amenorea. Baada ya mabadiliko yote hayo, dalili inayoonekana wazi zaidi ni kukosa hedhi. Hii hutokea wiki moja au mbili baada ya kurutubishwa kwa yai. Wakati huu kipimo cha ujauzito kinaweza kuthibitisha kwa uhakika kama mwanamke ni mjamzito. Je, wajua dalili za awali za mimba zinaweza kuanza hata ndani ya siku tatu baada ya yai kurutubishwa? Wengine hawapati dalili yoyote hadi baada ya wiki mbili au tatu. Kichefuchefu na uchovu ni miongoni mwa ishara zinazotokea kwa zaidi ya asilimia themanini wa wajawazito wapya. Hitimisho la somo letu, dalili za awali za mimba zinaanza kwa taratibu sana, lakini zinatuma ujumbe muhimu kutoka kwa mwili. Kujua ishara hizi mapema humsaidia mwanamke kuchukua tahadhari, kubadili ratiba ya maisha na kuanza kujiandaa kiafya kwa ajili ya safari ya ujauzito. Kumbuka, kila mwanamke ni wa kipekee. Hivyo, dalili zinaweza kutofautiana, lakini mwili wako daima utakwambia kitu.